Watangulia. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula la. Na akawaambia mfano huu akisema Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili yule, yule mdogo akamwambia baba, babaye, baba, nipe sehemu ya mali ule iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko na maisha, na maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote. Njaa kuu iingia katika nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda, kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza na mimi hapa ninakufa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, si stahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babae. Alipokuwa angali mbali baba yake alimwona, akamwonea huruma akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba alipowaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora Mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwa alikuwako shamba na alipokuwa akija na kukaribia nyumba, nyumba, alisikia sauti <coughs> za nyimbo na mchezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako ame, amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempa tena yu amempa tena yu mzima. Akakasirika akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsi, akamjibu baba yake akisema, Tazama, mimi nimetumika miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini kumjanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu, lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Habari hii tunasimuliwa, ni mfano ambao uko nafundishwa kwa ajili ya mtumishi mmoja ambaye alikuwa ana mali nyingi, na alikuwa na watu wawili, kwa na mdogo na mkubwa lakini ule mdogo akanampigia baba mahesabu kwamba mzee atakufa lini huyu, ili niweze kulisi ya magari, ili niweze kulisi mashamba, ili niweze kulisi hiki, ili niweze kutanua, ili nami niweze kuonekana mjini. Piga mahesabu, mzee naye kamepewa neema, hamna kufa hakuna kuugua, mzee yupo na dunda. Ah, baadaye akamua kujiongeza, sema mzee, hebu tupe sehemu ya mali eh, ulisi wetu, tupe hii na kitu anayokuvitumia au kuzalisha. Haleluya, amen, haleluya. Jina hwali barikiwe. Mzee ndiye akawa ya, hani ya. ya yana akasema, saa tawagawia urisi. Achukua urisi na sheti, akofika huko, alipopata siku si chache, siku si nyingi, huyo akatimka akaenda simu za mbali kwa ajili ya kuanza maisha ya mwake. Ndipo kule alipokwenda akutana makahaba, akatumia fedha yake yote, mali yake yote aliyopewa ya ulisi yote ak Haleluya. Jina wa ibarikiwe. Akatambaa. Muda si mrefu ule mji ukaingia njaa. Njaa kwa sio njaa tu chako. Ja, kwa akakosa sehemu ya kula. Wale marafiki ambaye alikuwa anatanua nao hakuwaona tena. Wale makaaba ambao alikuwa anatanua nao hakuwaona tena. Ndipo baadaye akaanza kulia nifanye nini? Kurudi nyumbani anaona hiburisi wake ishachukua. Shajiwekea hapa mfukoni. Haleluya. Haleluya. Ah, baadaye kama kutafuta kazi akapata kazi kwa tajiri mmoja alikuwa na shamba lake la nguruwe, nguruwe. Akampeleka kule ili aanze kulisha nguruwe. Baada ya kuanza kulisha nguruwe, sasa chakula kala kula, eh, shauakaa kidogo lakini cha wale nguruwe kwa kingi sana kakana tamasa ashibe ale chakula cha nguruwe, ambacho ambakiza nguruwe ndio ale pamoja na, lakini baadaye akafikia sana mwalimu wake Akawaza sana, akasema, inakuaje baba yangu ana kila kitu, ana mashamba, ana maduka, sina vitu gani mimi naangaika hapa. Nimemkosea baba yangu, lakini tarudi kwa baba. Baba, nimekosea kwako, nimekosa mbele za Mungu, si sahihi kabisa kuwa mwana wako tena, bali naomba ulipe hata mia ajira hata ukata nyasi za ng'ombe. Haleluya, haleluya. Akawa amefikiri hilo ndani yake Juda, akitubu, kwa kile ambacho amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata maisha wapo watu wangu vijana ambao wanatamani kuona alisi nyumba ya baba akiwa bado mzima. Wako watu wanatamani kuona wapate urisi, yeye hataki kufanya kazi, yeye anakaa anasubiri kwenye makochi, anaangalia gani, akitoka hapo hipo kwenye michezo mipira, anasubiri kulisi mali ya yes, baba <tipi> Na wengine wanaanza kwa kadiria tawaze kwa mzee mbona baba mtu wewe. Sasa, wewe ndio uko kasi utachaka wewe mzee atakuwa bado yupo. Kijichanga. Hallelujah. Amen. Kwa mfano ambao tunafundishwa kwamba wapo watu wa namna hiyo ambao wamemkosea Mungu, wakaangua kutoka kwenye sehemu ya Mungu, wakae sehemu za kwa kwao kujitafutia vya kwao, wakaona kule maisha ni magumu, wakaanza kufikiri tena kwamba kwa baba kuna kila kitu. Bwana, nilikuwa pale uzima, nilikuwa nao, nilikuwa sina mali sina pesa, lakini Bwana, nilikuwa mzima. Nimekuja huko, nimepata pesa, mbona magonjwa yameniandama? Sasa ninauli na kwa baba nikasema, baba, nimekosa kwako, kwa, nisistahili tena kuitwa mwanao, ni sabe na kunirehemu, nitembee pamoja na wewe. Ndio mfano huu unatueleza kwamba tukiwa watu wakoshaji mbele za Mungu, tukimkoshia Mungu tuta kusema Mungu, tuko tayari na kutembea na wewe katika mwendo huu. Aleluya, aleluya, jina lamani barikie. Ndivyo hivyo, mtumishi akaanza kurudi kwa baba yake. Wakati anarudi anawaza moyoni pale, anaona na aibu, nafanya nini? Ndipo baba yake kwa mbali anamuona, mfalume wa watu akamwona e mwanaye yule akusema, kama nilimpa mali amechakaa, mwana wa malapulapu akawa na, akakimbia haraka sana kwenda kumkumbatia mwana wake. Haleluya. Haleluya. Ndugu na mtumishi wa Mungu, unaporudi kwa Mungu, unapokuja umetubu kwa mponeka umejuta, Mungu yuko tayari kukumbatia tena, hata angalia dhambi ya kwako ya nage umetenda, hiyo ni dhambi ya kutisha au kubwa kama unapoiona wewe. Lakini Mungu anasamehe kila aina ya dhambi. Haleluya. Haleluya. Akamkumbatia mwanaye kwa unilai nyumbani. Kawaita watumishi Eh, ndama mnono tuweze kumchinjia ndugu yetu. Alipotea sasa amerudi zizi, alikufa na amefufuka sasa. Kwa hiyo tutakuwa naye tena, fanyeni tufanye sherehe. Haleluya. Ndipo baba yake naambia, ile mkubwa alikuwa mashambani, anarudi akuta sherehe, watu wameweka miziki, wanashangilia. Akasema kuna nini? Akaambia oh hop oh, ndugu wako alipotea, amerudi. Baba amefanya vazi jipya, amechinja ng'ombe, hapa watu walikuwa na kusherekea. Akakasirika kaseme, nakuwaje? Mimi nimekuwa naye hapa muda mrefu, hajailipa hata mbuzi kwamba nisherehekee na wenzangu, nisherehekee na marafiki, ni furahi na mimi. Amekuja huyu anampa, ametafanya mali yote aliyopewa ya urithi, sehemu yake amempa, anamfanyia sherehe, inakuwaje? Akaingiwa na wivu. Haleluya! Hata ndani ya kanisa tuko watu wa aina mbili, naaia wapo watu wengine wa wakimwona mtu amepotea, wanafurahi. Alikopotelea anaporudi, hawapendi, wanakasirika, wanasema inakoje, amerudi tena. Amekuja anaweza akachukua uzee wangu wa kanisa huyu mtu. Yaani watu wanafikiria vivyo vya kibinadamu. Amekuja anaweza akachukua uongozi wangu wa kijana, vijana kati sijui vijana hey, i sijui wakinama. Wapo watu wanamna hiyo, wanawaza ya kibinadamu Mungu anawaza. Kwa wako namna ndani ya kanisa wako. Hallelujah. Hallelujah! hawafurahi kuona mwingine anatubu, hawafurahi kuona mwingine anarudi kwa Bwana, ila anataka yeye aone yeye kama ndio yeye. Sasa huyo mwingine alipotea acha apotee jumla. Yesu sio wa hivyo. Yesu yuko tayari kumrudisha kila mmoja. mbinguni makao ni mengi. Kwa anaandaa makao ya watu wengi, hajaandaa makao ya watu mia mbili nao kaa hapa ndani ya Isyesye. Anatamani karibu watu wote mwingie ndani ya zizi lake, anatamani wote mliopotea mwote kurudi kwake. Kwa hivyo, mtumishi wa Mungu, mfano huu inarudi kwetu, inatufundisha tunapomkosea Mungu, tuwe tayari kutubu kwa kujuta kwa ndani, na Mungu yuko tayari kutusamehe, na hapo tusamehe wale wengine tunaokuja eh. Tunapoona ndugu zetu wanarudi wanatubu wanaokoka, na sisi tunatakiwa tufurahi, sio kuanza kushangaa na kusema huyu naye tena haleluya, haleluya. Sawa, wengine tunajihesabia haki, ndiyo maana akawasema Mafarisayo pale ambao walisema huyu mtu anakaa na watu wenye dhambi, wanakula pamoja kwa nini? Yesu akasema mimi nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hiyo Yesu akuja kwa wale wakamilifu. Haleluya <laughs> haleluya, jina lake libarikiwe. Hivyo watumishi wa Mungu, kumtumikia Mungu hamna cha uzoefu au umeokoka hamna uzoefu. Kama unajiona umesimama, wewe simama, usimnyoshee mwingine kidole ukasema yule ana dhambi, huyu hawezi kwenye uongozi huu ila mimi ndio naweza. Kwa Mungu haiko hivyo, amina. Mchungaji yule nafaa na stahili sana kuliko mchungaji yule, hakuna kitu kama hicho. Wote mbele za Mungu tuko sawa, na Biblia imesema sisi sote tumepotea, tuna dhambi, ni wakosefu majira yote kwa wakati wote. Watu wa Mungu tuwe watu wa toba, tuwe watu wa kuugua ndani. Tumemkosea Mungu vitu vingi sana, tumetembea tofauti. Haleluya. Ndio mtumishi wa Mungu akaenda mbali, akatapanya mali, lakini baadaye akakumbua sema hapana, nitarudi kwa baba yangu, hata ni rehemu, hata nisamehe, alipe kazi nyingine na wewe vivyo hivyo, irudi kwa Mungu tena kwa toba, mwambie Mungu tumeukosea, tumetembea tofauti ndani ya kanisa hili. Tumeletwa tofauti kwenye familia zetu, tumetembea tofauti kwenye koo zetu, tumetembea tofauti kwenye jamii zinazotuzunguka. Kwenye kazi zetu mekosea Mungu tusamee, usijesabie haki haleluya. Haleluya. Usijesabie haki haleluya, haleluya, Mungu yuko tayari kufanyia sherehe, yuko tayari kuchinjia wanyama walionono kwa ajili yako kwa sababu umepondeka, ni mtulivu, ni mnyenyekevu, unajiona kwa Mungu haustahili kuliko wale ambao wanajiinua mabega, mimi ndio mii, mimi nimeokoka, mwasiri hajaokoka. Wewe una darubini ya kuona kama mwasiri ana makosa, wewe una makosa, wewe darubini ni Mungu peke yake. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hivyo watumishi, kwenye kipindi cha Kwaresima Te watu wa toba, watu wa kuomba rehema, tusisabiane makosa, usimsubie mzee makosa, hata wewe kosi kutakosea. Mungu atubariki, abariki ujumbe huu Amen.